Mamlaka nchini China imesema kuwa madai ya Rais Donald Trump wa Marekani kuwa Rais Xi Jinping wa China amempigia simu na kuzungumza naye nice si ya kweli, huku zikisitiza kuwa hakuna mawasiliano ya yoyote yaliyofanyika kati ya marais hao kuhusiana na kupata mwafaka wa vita ya kiuchumi. Taarifa kutoka kwa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, guo Jiakun imekanusha kabisa madai ya Trump katika mahojiano na jarida la Time wiki iliyopita kwamba Rais Xi alikuwa amempigia simu Trump, wakati huu ambao mataifa hayo makubwa duniani, ya kiuchumi duniani yanapoendelea kurushiana ushuru katika bidhaa. Na nukuu, kwa kadri na, yanavyojua kuja kuwa na mazungumzo ya simu hivi karibuni kati ya wakuu hao wa nchi. Ningependa kusisitiza kuwa China na Marekani hazijaanza mashauriano ama mazungumzo kuhusu suala la ushuru, alisema Jiakun kwenye mkutano na waandishi wa habari nchini China. China imeendelea kushikilia msimamo wake mkali kuhusu vita vya kibiashara hata wakati Trump alipolegeza kauli yake wiki iliyopita, akisema kuwa ushuru mkubwa wa Marekani kwa bidhaa za China utapunguzwa kwa kiwango kikubwa na kuahidi kuwa mnyenyekevu kupita kiasi katika meza ya mazungumzo anapojaribu kumshawishi Rais Xi kuanzisha mazungumzo. Nanuko, amepiga simu. Na sidhani kama hiyo ni ishara ya udhaifu upande wake Trump alisema, akimrejea Rais Xi katika mahojiano ya The Time yaliyotolewa siku ya Ijumaa. Trump ambaye mara kwa mara amemrejelea Rais Xi kama rafiki, hakutoa maelezo ya kina katika mahojiano hayo kuhusu maudhui ya simu hiyo au lini ilifanyika, wakati huo hakufafanua alipoulizwa na CNN siku ya Ijumaa. Sipendi kutoa maoni kuhusu hilo, lakini nimezungumza naye mara nyingi, Trump alimjibu mwandishi Alayna Treene wa CNN alipokuwa akiondoka kwenye bustani ya kusini ya ikulu ya White House siku ya Ijumaa. Kwa mujibu wa rekodi zinazopatikana hadharani, mara ya mwisho viongozi hao wawili kuzungumza kwa simu ilikuwa Januari 17, siku chache kabla ya Trump kuapishwa kwa muhula wake wa pili madarakani. Tangu wiki iliyopita, Trump amekuwa akisema kuwa utawala wake uko tayari kwa mazungumzo na maofisa wa China kufikia makubaliano ya kibiashara, lakini kila mara China imekanusha madai hayo moja kwa moja Ijumaa, saa chache kabla ya mahojiano ya Trump na Time kuchapishwa, wizara ya mambo ya nje ya China ilihimiza Marekani isiwe inawapotosha wananchi kuhusu hali ya mazungumzo ya kibiashara kati ya pande hizo. Uwezekano wa Trump kutaka kupunguza mvutano katika vita vya ushuru umepuuzwa na Beijing, ambapo badala yake inataka Marekani iondoe ushuru wote dhidi ya China. Tangu kurejea ikulu ya White House Januari 20 mwaka huu, Trump ameweka ushuru wa asilimia 145 kwa bidhaa kutoka China ingawa aliashiria baadhi ya bidhaa za kielektroniki kama simu janja na kompyuta kutoka kwenye ushuru wake wa kile alichokiita ushuru wa kisasi. China nayo imeongeza ushuru kwa bidhaa kutoka Marekani hadi asilimia 125, lakini pia imepunguza kwa ukimya kimya ushuru wa baadhi ya vifaa vya kielektroniki vinavyotengenezwa nchini Marekani, kulingana na mashirika ya uagizaji, wakati Beijing inajaribu kupunguza athari za vita vya kibiashara kwenye sekta yake muhimu ya teknolojia. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo wa kiuchumi kati ya China na Marekani ambapo Rais Donald Trump na Rais Xi Jinping wa China wamekuwa wakirushiana mpira kuhusiana na namna ya kufikia hatima ya mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.